Na asante sana kwa kuchagua taarifa zetu za Sema na Citizen. Karibu tukupashe. Jina langu mimi ni Mwanahamisi Hamadi, na tunaanza na taarifa kwamba mzozo katika maeneo ya Gwitembe na Ang'ata Barrakoi katika mpaka wa kaunti za Narok na Migori unaendelea kusababisha hasara kubwa kwa wa wakazi wa maeneo hayo. Wakazi wa Gwitembe wanasema kwamba siku chache zilizopita walishuhudia miti yao ikikatwa chini ya ulinzi mkali wa maafisa wa polisi, huku matrakta makubwa yakipita katikati ya mashamba yao kufungua barabara bila kujali mimea iliyopandwa. Wanasema hatua hiyo ilitekelezwa bila notisi wala maelezo yoyote kutoka kwa serikali. Tutafutiwe mahali ambayo tunaweza ishi tukiwa na amani. Sisi ni wa Kenya na hivyo hivyo, tunasema mtu ambaye alikuwa anafunja manyumba yetu hapa ni DO wa Rogorian na, na DO wa Ng'ata na DC wa Rogorian hao watu ndio walikuwa nafunja manyumba hapa. Sasa hapa sisi tunanyang'anywa kwa sababu sisi tunaitwa watu wasio na papa na mama. Serikali ya Kenya inatutambua kama sisi ni Watanzania. Sisi tunaonewa kwa kiasi kwamba tunalalamika ya kwamba tukombolewa hata tuende nchi nyingine badala ya kumiswa hapa tukiwa wasee. Kama mimi kila siku unapigwa risasi kila siku tuliona sisi mamashini tu wakija kukata miti wakiharibu kila kitu, wakiharibu mashamba, wakiharibu mandizi maafakato, kila kitu. Lakini sasa sisi hatujajua mahali pa kuhamia, na tuna tumekaa hapa kwa muda mrefu sana. Tunaambiwa tuhame, na hatuna sehemu pa kwenda tena. Sasa sisi tunashindwa tuhamie wapi, na hapa ndo tu, adi kama mimi nilizaliwa na ndo najua ndo nyumbani. Taarifa nyingine zinaarifu